Habari zenu wa Tanzania, dada yenu nimepatikana, dada yenu nimepatikana, nikwambia nimepatikana, nimepatikana. Ndugu zangu hapa ninavyowaambia, ndio hmm, nimeletewa habari yaani, <coughs> kama wana wago, ni vile nina jina lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri sirisiri siri, mpaka waje kunistukizia ni vile na watu kila sehemu Tanzania, ndio nimeletewa ndugu zangu Samia muwaji, Samia kimama, Samia Suluhu, ndugu zangu, kanifungulia economic case, nimefunguliwa economic case. Tanzania, navyoambia nimefunguliwa economic case, hii hapa iangalieni hii kesi ni serious, sio kesi ya kijinga ndugu yangu, maana ni economic case. Hii kesi ni deportable di, yaani ni kesi ambayo anaweza kudipotiwa kutoka Marekani ndugu zangu, nikarudishwa Tanzania, Samia akani nikaenda kupigwa shoti za chuchu ndugu zangu, yani heh, ndugu zangu, naenda kupigwa shoti za chuchu mimi na kina Bashite, narudishwa ndugu zangu, naenda kupigwa shoti za chuchu ni, ni kweli Mange Kimambe ma, eh, Mange Kimambi ameshtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu e, katika kesi ya uhujumu uchumi wenye shtaka la utakatishaji fedha. Lakini kimsingi katika macho ya sheria hiyo sio kesi, sio kesi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 ya sheria za Tanzania huwezi kumshtaki mtu mahakamani ambaye hujamkamata au amejificha, huwezi kumshtaki na msimamo huu wa kisheria unapatikana katika kifungu cha 24 chenye vifungu vidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Kwa hiyo unapoona mashtaka kama hayo yamepelekwa mahakamani wakati mshtakiwa mwenyewe hayupo, hajakamatwa, taratibu nyingine kama zinavyoelezwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo ni sura 20 chini ya kifungu cha 128 kifungu kidogo cha kwanza, hazijafuatwa mkataba hata kama